Yesu asifiwe sana, mtoto wa Mungu, naomba tuombe kwa ajili ya neno. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya milifu wako, asante kwa ajili ya siku ya leo. Asante, sante kwa ajili ya muda huu. Mungu, tunapoenda kusikiliza neno lako na kutafakari neno lako, Bwana ukanyifunue katikati yetu, Roho Mtakatifu ukaonekane. Ukaseme nasi, ukaguse kila moyo wa mtu. Ukaguse kila nafsi ya mtu Bwana, ikawe uponyaji katikati yetu Bwana ikawe afya katikati yetu, tunakuhitaji Mungu kwa neno lako, neno lako la uzima Bwana liwe sehemu yetu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Yesu, sante Roho Mtakatifu utakwenda kutufundisha na kutupa maarifa na ufahamu mpya juu ya neno hili la siku ya leo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Bwana Yesu asifiwe sana nayo sababu ya kumshukuru mungu kwa ajili ya siku ya leo ambayo Mungu ametupa nafasi tupate tu kukumshana jambo la umuhimu wa maandalizi ya ibada, umuhimu wa maandalizi ya ibada. Na Mungu anakusubiri wewe umwandalie, ili yeye Mungu aje afanye kile anachotaka kufanya. Kwa nini nataka tujifunze habari za umuhimu wa maandalizi ya ibada? Mara nyingi sana watu wengi wamekuwa wanaingia kwenye ibada hawana maandalizi. Waimbaji, wachungaji, waalimu, manabii, mitume, wainjilisti, waombaji, hata wale ashas wanaofanya huduma za deliverance na maombi, wengi sana hawana maandalizi ya ibada, na mara chache sana utakuta watu wana maandalizi ya ibada. Nani? kwa sababu ya mazoea kuzoea, kumzoelea Mungu, na hii inapelekea ibada kuwa na upungufu wa nguvu za Mungu, kwa sababu wengi sana wameenda kanisani au wameenda kwenye ibada kwa mazoea, na sio tu watumishi. Napozungumza habari za maandalizi ya ibada, nazungumza pia na wewe ambaye pia unaenda kanisani, unaweza kawa ni muumini naweza ukawa ni mtu ambaye unasema mimi naenda tu kusali, mimi sifanyi chochote pale kanisani, lakini lazima uwe na maandalizi ya ibada, maandalizi yako binafsi. Ukisoma katika neno la Mungu katika kitabu cha cha Kutoka. Bwana Yesu asifiwe. Soma neno la Mungu katika katika kitabu cha Kutoka, kuanzia ule mstari wa kutoka kumi na mbili, mlango wa Kutoka kumi na mbili mstari wa tatu na kuendelea ukisoma neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Kutoka mlango wa kumi na mbili mstari wa tatu na kuendelea, nitasoma uone vitu vichache ambavyo Mungu alikuwa anazungumza na wana wa Israeli kwa habari ya maandalizi juu ya siku muhimu. Naomba nisome katika jina la Yesu. Neno la Mungu linasema: Semeni na mkutano wote wa Israeli mkawaambie, siku ya kumi ya mwezi huu kila mtu atatwaa mwana kondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba zao, mwana kondoo kwa watu wa nyumba moja. Na ikiwa watu wa nyumba ni wachache kwa mwana kondoo, basi yeye na jirani yake aliye karibu na nyumba yake na watwae mwana kondoo mmoja kwa kadri ya hesabu ya watu, kwa kadri ya ulaji wa kila mtu, ndivyo mtakavyofanya hesabu yenu kwa yule mwana kondoo. Mwana kondoo wenu atakuwa hana ila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 imeokwa motoni pamoja na mkate usiotiwa chachu tena pamoja na mboga zenye uchungu. Msile mbichi wala ya kutokoswa majini, bali imeokwa motoni, kichwa chake pamoja na miguu yake na nyama zake za ndani. Wala msisaze kitu chake chochote hata asubuhi, bali kitu kitakachosalia hata, kita hata asubuhi mtakichoma kwa moto tena mtamla hivi: mtakuwa mmefungwa viuno vyenu, mmevaa viatu vyenu miguuni, na fimbo zenu mikononi mwenu, nanyi mtamla kwa haraka; ni pasaka ya Bwana. Maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, wa wanadamu na wa wanyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwanayesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe wa sana. Kwa nini nimetaka tusome mistari hii? Unaona, Mungu alikuwa anazungumza na wana wa Israeli kwa habari ya Mungu kwenda kuwaokoa katika taifa lile la Misri. Na Mungu angeweza kuwaokoa kawaida tu kwa njia yoyote, lakini Mungu anataka kushirika, anataka ushirika, na ndio maana Mungu akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli watwae mwanakondoo wa mwaka mmoja asiye na ila, asiwe na ila sio hila. Asiwe na ila, ila anazungumza ni alama, ila au ni doa, sio hila. Hila ni fitina. Hii inazungumzwa ila mwanakondoo asiye na ila, asiye na doa. Na wamtwae mwanakondoo wa mwaka mmoja au wambuzi wa mwaka mmoja. Hiyo yote ni kwa ajili ya nini? Mungu alikuwa na waandaa. Kwamba nataka kupita katikati yenu, nataka kujifunua mimi kama Mungu, nataka kufungua, nataka kuponya, nataka kujibu maswali ambayo mmekuwa mkiuliza, lakini nahitaji na ninyi muwe na maandalizi, na ninyi muwe na maandalizi yenu, muwe na nafasi yenu na mahali penu na kitu chenu cha kufanya, ili mimi Mungu ninapopita na kuanza kugusa na kufungua na kuponya na kuokoa na kuhukumu, niwe na uhalali kwamba huyu mtu ninashirikiana naye. Mungu anatamani sana na anataka sana, unapoenda kwenye ibada lazima na wewe uhusike, oh, kuwa sehemu ya maandalizi ya ibada. Hata kama si muhubiri, hata kama si muombaji, hata kama si muombaji, madamu unaenda kwenye ibada, uwe muumini wa kawaida, uwe ni mtu tu ambaye unasema mimi naenda tu kanisani, najikalia kiti changu cha nyuma, sina maneno na mtu, bado Mungu anahitaji maandalizi yako binafsi juu ya ibada ambayo Mungu ameikusudia katika siku hizo ambazo ziko mbele yako. Bwana Yesu wasifiwe. Tumesoma hili neno hapa, unaona wana wa Israeli wanapewa utaratibu, namna ambavyo watakavyojiandaa ndivyo watakavyomfanya Mungu aje aingilie kati na kujibu. Mungu kujibu kwa wana wa Israeli hakujibu kwa sababu walilia, kwa sababu Mungu aliwasikia kilio chao, Mungu aliwasikia jinsi wanavyoteseka, aliona mateso yao lakini ilimlazimu Mungu kutoa maelekezo kwamba niko tayari kuwaokoa, lakini lazima nataka na ninyi muhusike. Bwana Yesu asifiwe. Mungu, Mungu yuko tayari kutujibu. Mungu yuko tayari tayari kutujibu, kukujibu. Mungu yuko tayari kujifunua kwenye ibada. Wewe ambaye unaye tamani Mungu aonekane kwenye ibada, una kiu kiasi gani? Una maandalizi yako kwa kiwango gani? Kwa sababu Mungu anamwambia Musa, waambie wana wa Israeli wamtwae mwanakondoo mume wa mwaka mmoja au wa mbuzi anasema, watamweka siku kumi na nne za mwezi ule ule, wamweke wamfungie tu, asiwe na kitu kingine chochote. Maana yake ile nidhamu ya kusubiri huwa mwanakondoo kwa siku kumi na nne ndio ilikuwa inawafanya hamu ya kutaka kuona kitu gani ambacho mungu ametulazimisha ametuambia tukifanye, kitu ambacho amemwagiza Musa kwamba tukiandaye, kitu gani kitatokea? Walikuwa wanatarajia kitu wakati wakiwa wanafanya maandalizi. Bwana Yesu wasifiwe. Kwa hiyo inawezekana pia unaenda tu kanisani unaenda tu kwenye ibada, lakini hamna kitu unachotarajia. Mwingine anasema nilienda kanisani kukawa boadi sana, nikaenda kwenye ibada, ibada yenyewe ilipoa. Wewe ulikuwa na maandalizi gani? Wewe ambaye ulikuwa unataka kukutana na Mungu, wewe ambaye ulikuwa unakutana unataka kukutana na nguvu za Mungu, umejiandaaje? Wewe ambaye una hamu na Mungu, umejiandaaje? Wewe ambaye unataka Mungu akujibu, umejiandaaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Kwa sababu kilichofanya Mungu awaokoe wa wana wa Israeli, apite usiku na kupiga na kuhukumu miungu, si kwa sababu walilia, si kwa sababu walikuwa na mateso wa makali. Mateso ni sehemu kidogo maumivu ni sehemu kidogo lakini bado Mungu alikuwa anataka, kuna vitu ambavyo Ang, wangevifanya. Hivyo ndivyo ambavyo Mungu angefanya. Mungu alikuwa anajibu kwa vile ambavyo alikuwa anaelekeza. Mungu hawezi kujibu kwa vile unavyoumia, atajibu kwa vile utakavyofuata maelekezo yake. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hawezi kukujibu kwa sababu una shida, atakujibu kwa sababu ya neno lake atakachofanya Mungu atajibu neno lake, hajibu shida ulionayo, hajibu tatizo ulionalo, hajibu unachokihitaji, atajibu neno lake, kwa sababu Mungu atalituma hilo neno. Hilo neno likifika likapata mahali pa kukaa, ndipo Mungu anapokuja kufanya kazi. Biblia inasema hivi, ukisoma habari za uumbaji Mungu wakati anaumba, Biblia inasema hivi, kuna ikafika mahali Roho wa Mungu akatulia juu ya maji. Roho wa Mungu hawezi kufanya kazi kama alipo neno la Mungu. Roho wa Mungu hawezi kukupa nguvu za Mungu kama neno la Mungu alipo. Bwana Yesu asifiwe. Unataka Mungu ajifunue, umempa nafasi kiasi gani? Mungu umekubali neno lake li, liwe sehemu ya hiyo ibada kwa kiwango gani? Umekubali wewe kuongozwa na neno lake, kwa sababu kujibu kwa Mungu hata kujibu kwa sababu unalia hata kujibu kwa sababu umeumia, hata kujibu kwa sababu alipolituma neno lake ukalifanyia kazi lile neno, likarudisha kwamba kule tumepokelewa, huko tumepata kibali, pale ulipotuambia tuende tumepata kibali, ndipo Mungu anakuja sasa kushughulika, kwa sababu lile neno limepata kibali mahali ulipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa nini tunasema neno limepata kibali? Neno sio kwamba limepata kibali kwamba naambia neno njoo, hapana. Lile neno kupata kibali kwake kunaingia kwa maana ya kwamba jinsi utakavyokuwa na hamu na kiu na imani ya kuona Mungu anakwenda kujibu hicho alichosema, maanake ilo neno linaona kabisa tumepata kibali mahali pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Natamani uone kwamba wana wa Israeli walijua kwamba hii ni kanuni ambayo Mungu ameleta mpya kabisa, hawakuwahi kuiona, hawakuwahi kuisikia, lakini iliwalazimu kufanya kwa sababu walikuwa wanajua, walikuwa wanamwamini Mungu ambaye aliwaambia wafanyi na Mungu alihakikisha ataliangalia neno lake, akajibu. Hakujibu kwa sababu walikuwa na mateso, hakujibu kwa sababu walikuwa kwenye kipindi kigumu, hakujibu kwa sababu walikuwa wameonewa, hakujibu kwa sababu walikuwa wako mbali kabisa na kuna na furaha. Mungu alijibu kwa sababu alipowapa maelekezo, walipotenda kwenye maelekezo, walipofuata taratibu, walipofanya maandalizi yale maandalizi ndiyo yaliyomfanya Mungu akasema okay, nimeona ndani yenu na kiu kiasi gani mimi kuingilia kati, kwa sababu Mungu anatoa maelekezo. Atakapoona maelekezo tunayafanyia kazi, Mungu ataona kiu tulionayo ya sisi kuona yale maelekezo, tuna hamu kiasi gani Mungu ajifunue, Mungu aonekane, Mungu ajibu. Ibada nyingi zimekosa nguvu za Mungu, sio kwa sababu watu wanasema waombaji walikuwa wachache. Hapana, waombaji unaweza kukuta waliomba, kwa sababu Mungu waangalii wingi wa watu. Mungu anaangalia, anasema nikatafuta mtu mmoja tu atakayesimama mahali palipobomoka. Kwa hiyo sio wingi wa watu, ijapokuwa watu wengi ni bora wakaomba lakini Mungu kitu cha kwanza, kipaumbele cha kwanza cha Mungu ni kutafuta mtu mmoja ambaye yuko tayari. Kwa hiyo sio kwa sababu ibada hazikuombewa, sio kwa sababu ibada zilikosa maombi ya kutosha. Ibada pia zilikosa maandalizi. Wana wa Israeli mpaka wanafika kwenye hatua ya kuwa mmoja na kuisikilisha sauti moja, hawakuanza kuisikilisha sauti moja kwanza, walikuwa na maandalizi huko nyuma. Bibilia inasema makuani wakajitakasa na walawi na wana wa Asafu na wapiga panda na wapiga zezi wakajitakasa, kwa kulikuwa na maandalizi ya hiyo ibada ambayo ilileta matokeo kwamba utukufu wa Mungu ukaonekana kwenye ibada. Kitu cha kwanza walijitakasa, biblia inasema hivi, wakavaa kitadi safi, mavazi yana shida. Kwa hiyo sehemu ya, ya ya maandalizi ya ibada pia mavazi. Watu wengi sana nimeona kwaya mbalimbali, waimbaji mbalimbali nasikia Jumapili tutavaa sare hii, Jumapili tutavaa majoo, lakini wengi hawajaziandaa hizo nguo kuwa tayari kwenye ibada. Nasema hawajaziandaaji, kwa maana hii watu wengi sana, kwa sababu waliifua tu wakaiweka hapa, hawaziweki wakufu. Kwa sababu kumbuka, sabuni imetengenezwa na wanadamu. Kumbuka mikono ya wanadamu iliyofua. Wakati mwingine biblia nasema hivi, mikono yenu imejaa damu. Kwa hiyo wezi kujua imeshika vitu vingapi, imefanya vitu vingapi, imefua alafu umeweka pale. Nasema tukizinyosha tu basi maandalizi ya ibada. Na wana wa Israeli walikuwa makini kwenye kuandaa kila kipengele. Watu wengi wameshona sare, wameshona majoo, lakini hawayaombei kwa sababu waliyaombea tu wakati walipoweka wakfu siku ya kwanza, basi natosha. Wapo watumishi mbalimbali, wachungaji wanavaa majoo ya madhabahu, hawaombei tena, anasema tu, ah, hizi nguo maadamu zimefu. Kwa sababu gani? Anakumbuka tu siku ilipowekwa wakfu. Ikiwekwa wakfu ni ina, kwamba inatengwa kwa ajili ya Mungu, lakini kila siku inahitaji kuwa refreshed. Kila siku inahitaji kuwa mpya. Kila siku inahitaji kuwa na nguvu za Mungu mpya. Unajua kwa nini? Mungu anataka nini? Anataka akija shetani akose mahali pa kukukagua. Kwa nini? Biblia inasema hivi. Yule malaika, yule shetani akamwambia hivi, akamwona Joshua amevaa. Mungu amesema amemwona Joshua amevaa mavazi machafu, yale mavazi machafu, kwa sababu kila siku, kila dakika, kila sekunde ya chochote anachokifanya Mungu anataka ujue kwamba hicho kitu kinaweza kuwa sehemu ya ibada, lakini je, umekichukuliaje? Kila kitu unachokifanya kinaweza kuwa sehemu ya ibada. Usichukulie kwamba hiki ni cha kwangu cha kawaida cha siku zote, nimekizoea. Mungu anataka kuondoa mazoea ili ibada ipate mahali pake. Ibada nyingi Jumapili makanisani zimekosa nguvu, kwa sababu watu wameenda na mwendo wa jana, watu wameenda kama vile Samsoni akasema nitaenda kama jana. Ana walipo walipoweka wakfu majoo inatosha, walipoombea vyombo siku ile, wakaweka wakfu magita inatosha, wakaweka wakfu spika ikatosha. Hawaombei tena kwa ajili ya zamu, kwamba spika hii zinataka ziingie zamu Jumapili hii au siku ya leo. Leo kuna ibada, gita inataka likae zamu Gramu hii ikae zamu. Wachache sana wanaokumbuka. Kwa nini? Kwa sababu maandalizi ya ibada ni ya muhimu sana, juu ya ibada, ili Mungu aingilie kati. Bwana Yesu asifiwe. un sema kwamba unapojiandaa na ibada, anafikii kujiandaa tu kwa sadaka tu. Ah, niandae sadaka. Sikiliza, Biblia inasema hivi, Mungu akamwambia Samueli, mwambie huyo Sauli, hiyo sadaka yake nimeichukia. kutini bora kuliko sadaka. Kwa hiyo watu wengi sana wanafikiri Mungu ana shida na sadaka, badala ya maandalizi ya ibada. Ibada imebeba sehemu kubwa, sadaka ni sehemu ya ibada, na wewe mwenyewe ni sehemu ya ibada. Wewe umejiandaaje? Kwa nini unaona kama unaandaa tu sadaka? Wewe umejiandaaje? Mwingine anasema kwamba hizi nywele zangu mimi nitaenda tu hivyo tu, nitavaa kilemba. Wewe unaenda ku, unajua kabisa, umesikia hiyo sauti nasema kwamba nywele hazijakaa sawa kwa nini nataka kutafuta mbadala? Kwa nini usimwambie Mungu nisaidie nijiandae kwa ajili ya ibada? Nasema nitafunga tu kilemba kwa sababu naona muda hautoshi. Kweli muda hautoshi wa kumwandalia Mungu ibada? Muda hautoshi kweli kweli wa kumwandalia Mungu ibada? Nitavaa nguo ile ambayo ni nyepesi nyepesi, ambayo haisumbui, haisumbui. Hata kama sijanyosha navaa hivi. Unamfanyia Mungu kitu hicho? Unataka Mungu aonekane kwa hali hiyo? Unataka Mungu ajifunue kwa hali hiyo? Unasema unajua, sasa tuko bize sana, kwa hiyo nitaangalia nguo ambayo ni rahisi. Sikiliza, Mungu sio wa rahisi, Mungu sio wa rahisi. Mungu anataka maandalizi ya ibada serious, yaani uone gharama, usikie mzigo, usikie kuingia gharama. Usichukue tu kitu kakifanya eti kwa sababu kiko hapo. Hapana, Mungu anataka uwe na gharama, kwa sababu kadri utakavyoweka hamu ya kuona Mungu ana, anaonekana kwenye ibada. Kumbuka kila kitu ulicho nacho kiandae kwa utaratibu. Omba Mungu akuonyeshe kwamba kama ni nguo hii semi kwamba ah, hii. Hii nguo inasumbua kunyosha, hii nguo muda wa kunyosha hautoshi. Hapana, rudi kwa Mungu, mwambie Mungu, ninaomba unipe utulivu. Watu wengi hawana utulivu kwenye maandalizi ya ibada. Watu wengi hawana utulivu kwenye maandalizi ya ibada. Ukimwambia maandalizi ya ibada, anafikiri ni maandalizi tu ya mchungaji ya palishiweka. Maandalizi si tu ya mwinjilisti tu ya yule anayehubiri. Maandalizi ya ibada ni ya kila mtu, kila mtu madam yupo kwenye uso wa nchi, madam yupo katika dunia hii, madam amemkubali kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake maandalizi ya ibada ni ya kila mtu, ni lazima kwa kila mtu kuwa na maandalizi ya ibada maana, ukisoma kwenye kitabu hiki, tunasema anasema, akawaambia, akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli, kila mtu kwenye nyumba yake. Kwa hiyo maandalizi ya ibada yanaanzia kwako mwenyewe, yanaanzia kwako binafsi, kila mtu, sio watu wengi sema hatuko watoto wangapi jamani, kesho kwenye ibada, kila mtu ajiandae. Hapana maandalizi ya ibada ni ya kila mtu. Kumbuka baba, kumbuka mama, kumbuka kaka, dada, jifunze kuweka utaratibu wa kuwa na maandalizi ya ibada ili Mungu ajifunue wa, wakati wengine wanasema kwenye ibada hii kumepoa, kwenye ibada hii hatujaona we, uwepo wa Mungu wewe umwone Mungu kwa sababu kwako haukuisubiri hau hau, hau Jumapili haukuisubiri ibada, bali ulianza ibada kabla ya ibada yambayo rasmi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akupe neema, na Mungu akupe kufikiri na kujua kwamba kwa Mungu, ili Mungu ajibu, ili Mungu atende, Mungu anahitaji maandalizi ya ibada kwa sehemu kubwa sana kwenye maisha yetu. Mungu anahitaji maandalizi ya ibada kwa sehemu kubwa sana sana, kwa sababu hatuwezi tukaisubiri hiyo ibada wakati ndani yetu hatuko tayari kuona Mungu anajifunua kwenye hiyo ibada hatuwezi tukatarajia kwenye hiyo ibada wakati sisi wenyewe hatujatengeneza mazingira ya Roho Mtakatifu kufanya kitu kwenye ibada, mazingira ya Mungu kupita kwenye ibada, mazingira ya Mungu kujifunua kwenye ibada. Kama sisi hatujajiandaa alafu tunataka Mungu, Mungu afanye Unajua, Mungu ni mfanyabiashara mkubwa sana. Mungu ni mchumi. Mungu ni mtu wa mahesabu. Mungu ni Mungu wa taratibu, hawezi kufanya kitu tu kwa sababu wewe una shida. Atafanya kwa taratibu zake, kwa mapenzi yake, kwa makusudi yake. Akiweka jambo anataka ulifanye kwa utaratibu vile lilivyo, ndipo Mungu afanye, ajibu, Mungu akupe neema, na Mungu akuoneshe kwamba maandalizi ya ibada yanaanza kwako binafsi, kwako binafsi kabla hujafikiria nataka kumfanyia Mungu ibada, moyo wako, nafsi yako, vitu vyako, mali yako, kila kitu ulicho nacho, unachotaka kufanya, nguo unayotaka kuvaa, chakula unachotaka kula, kumbuka. Sema hapana. Ah, chakula kinahusika nini? Chakula kinabeba ibada sana. Kwa maandalizi ya ibada yanakutegemea wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandalizi ya ibada yanakutegemea wewe, kwa sababu sideo kasema kwamba ah, hawakutuandaa walianza tu maombi fgafat ikab... ndio maana watu wengi wanalalamika kwamba makanisani tunakaa muda mrefu, kwa sababu walienda kwa sababu kutimiza ratiba. Hawakuenda kuwa na kiu ya kumwona Mungu anafanya kazi na wao, Mungu anatembea na wao, Mungu anaonekana katikati yao. Hawakuwa na hicho kitu, walikuwa na wazo la kutaka kuona kwamba muda umeisha, tuai tutimize kwamba jumapili ilienda kanisani jumapili nilienda, siku fulani nilienda kwenye ibada ya jioni anawai, mwingine anasema kwa sababu kuna foleni sana, kwa hiyo nitakachofanya nitaingia kwenye ibada foleni ikipungua. Sikiliza, Mungu hataki mambo hayo. Mungu sio wa kudhiakiwa kiasi hicho. Mungu hadhiakiwi. Mungu anataka wa moyo wako uwe tayari sio kwa sababu eti kuna kitu Mungu sababu, kwa sababu kuna jambo ndio maana nimeamua kuja kanisani. Usiende kanisani kwa sababu kuna jambo, nenda kanisani kwa sababu Mungu ni rafiki yako na kuna vitu Mungu umekubaliana naye kukutana naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu, Mungu akubariki na Mungu akupe neema. Maandalizi ya ibada ni ya muhimu sana sana sana, maandalizi ya ibada ni ya muhimu sana sana kwa wewe ambaye unataka Mungu ajifunue katika maisha yako, unataka Mungu ajibu vitu vyako, unataka Mungu aonekane. Jifunze kumwandalia Mungu ibada kutoka kwenye moyo wako na fikra zako na akili yako, impe Mungu nafasi kwamba Mungu, kabla sijaifikia ibada, ibada ya kwanza nitaanza ndani yangu, nitadiri na fikra zangu, nitadiri na moyo wangu, nitadiri na nafsi yangu na mwili wangu, ndipo Mungu nikisema sasa naitaka hiyo ibada, tayari nayo ibada huko ndani. Mungu akupe neema hiyo na Mungu akupe kuona. Naomba tuombe kwa ajili ya neno hili na tumshukuru Mungu kwa ajili ya kutupa ujumbe huu. Bwana Yesu asante kwa sababu wewe ni mwema, umetupa neno la uzima, neno ambalo Bwana umeliachilia katikati yetu. Limekuwa baraka. Tena Mungu umetukumbusha kwa habari ya umuhimu wa maandalizi ya ibada. Ee Mungu, tusaidie katika jina la Yesu. Weka neno hili Bwana ndani yetu, kiu Bwana ya kuwa na hamu kuona Mungu unaonekana katikati ya ibada katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.